Zuka linki moja kwa moja maonyesho haya uh, na NHIF kwa sababu mfuko wa taifa wa bima afya NHIF kwanza unahudumia uh, watumishi wote wa umma kisheria kwa kuwapa huduma za afya ya matibabu kwa wale wanachama na wategemezi wao, uh, kwa mujibu wa sheria sura namba 395 ya mwaka 1999 iliyotungwa e, kwa ajili ya kutoa huduma ya afya kwa watumishi wa umma. Kwa hiyo uwepo wetu kwenye viwanja hivi ni fursa kubwa ya kuweza kukutana na wadau wote ambao wengi waliopo ndani wanaoshiriki kwenye maonyesho ni watumishi wa umma. Kwa hiyo tunapata fursa ya kuwapa huduma mbalimbali ambazo tunazitoa kwenye maofisi yetu na kutoa elimu mbalimbali ya maboresho mbalimbali ambayo NHIF tumeyafanya katika kuhakikisha huduma zetu kwa wanachama zinakuwa rafiki wakati wote. Ukiangalia kauli mbiu ya maonyesho u imeongelea mambo mbalimbali, lakini eneo kubwa linaongelea e, matumizi ya kidigitali digiti. Maanake ni eneo ambalo lina msisitizo mkubwa kwa serikali, kwamba katika uboreshaji wa umma kwa sasa huwezi kukwepa matumizi ya teknolojia kama tunavyojua sasa, huduma nyingi unaweza ukazipata mahali popote ulipo bila kuchukua muda mwingi wa kutafuta ofisi za NHIF zilipo. Kwa hiyo NHIF, kama ilivyo taasisi mbalimbali ambazo zimefanya maboresho, tumefika mbali sana kwenye eneo la uboreshaji wa kutumia mifumo kuhudumia wanachama NHIF. Tuna kitu kinaitwa tuna mfumo unaitwa NHIF jihudumia au NHIF self service. Mfumo huu unafanya kazi zote za huduma kwa wanachama, kama vile mwanachama naweza katembelea ofisi zetu akakutana na mtu face to face akahudumiwa huduma hii. Mfumo huu unatoa huduma zote kwa wanachama, kama vile mwanachama anaweza kujisajili kupitia NHIF jihudumie, mwanachama anaweza akaangalia michango yake, mtiriko wa michango yake inavyokuja kutoka ajiri, kwa mwajiri kwa wale wanaochangia kupitia ajira anaweza kaona mle. Mwanachama anaweza kajiunga kupitia NHIF jihudumio kama kuwa mwanachama na kuongeza pia, ana uwezo wa kuongeza wategemezi kwa sababu eh, kwenye utaratibu wa eh, bima ya afya mwanachama anaweza kajiunga yeye, kwa mfano watu walioajiliwa na wategemezi wengine watano, kwamba anaweza kawa yeye mwenza na mpaka watoto wanne au wazazi wakaingia, kwaio na uwezo wa kuwaadi kuwaongeza kwenye mfumo. Uh, kupitia huo uh, mfumo wa uh, nichafu jihudumie akawa ameshajiunga na kuendelea kupata huduma, lakini kupitia mfumo huo uh, pia mwanachama napokamilisha kujiunga anapata kadi ya kimtandao e kadi, electronic kadi ambayo sasa hivi inakubalika kwenye vituo vya afya. Ukienda kuonyesha ile kadi kwenye simu unapata huduma sehemu yoyote Tanzania kwenye vituo zaidi ya elfu kumi vilivyosajiliwa na NHIF kutoa huduma kwa wanachama. Lakini pamoja eh, na hayo yote tunayo eh, tuliyofanya katika kuboresha mifumo yote, haya ndio maana kwenye maonyesho yao tunataka wanachama na wadau mbalimbali waweze kuji eh, kufahamu mfumo wao vizuri ili waweze kupata huduma pale popote walipo, lakini jingine kubwa eh, mnafahamu eh, ndugu zangu waandishi kwamba mwaka 2023 Serikali ilipitisha sheria ya bima ya afya kwa wote sheria namba 13, eh, kwamba lengo la serikali sasa ni kwamba Watanzania wote ifikie mahala wawe na huduma ya bima ya afya sheria hiyo ambayo ilisainiwa eh, na mheshimiwa Rais na kuanza kutumika rasmi ta, mwezi wa nane mwaka 2024. NHIF ni mdau mkubwa wa utekelezaji wa sheria hiyo kwa maana sasa tunatoka ile, e, wawari, haki, shalia, wote, kwenye ile utaratibu wa awali wa kuangalia watumishi peke yake wanaoajiriwa na kujiunga kwa mjibu wa sheria na kuwafikia watanzania wote wanaofanya shughuli mbalimbali kwenye sekta isiyo rasmi e, kama wafanyabiashara, wakulima, wafugaji e, madereva wa bodaboda na maeneo mengine waweze kujiunga e, NHIF na kupata kinga ya bima afya kama walivyo wengine. Kwa kupitia hapo tuna vifurushi mbalimbali ambavyo tumevibuni ili kupeleka sokoni. Kuna kifurushi maarufu, mnakifahamu kinaitwa Toto Afya Kadi, ambako kinahudumia watoto wa umri fulani, ambacho hicho kimeenda mpaka kuhudumia wanafunzi mpaka umri wa miaka ishirini na moja kwenye vyuo na mashule. Lakini kuna kifurushi kinaitwa Tarangire sasa hivi ambacho kiko sana kwa jasiriamali, kiko affordable kwa maana ya bei zake na nini. Kwa hiyo mtu yoyote sasa hivi anayefanya shughuli zake anaweza akajiunga na NHIF kupitia vifurushi hivyo tulivyo buni kupitia ofisi zetu kupitia kwenye mfumo ambao tunasisitiza tutumie NHIF kujihudumia au NHIF self service, akawa mwanachama na tunaki kwenye mfumo pale, kila kitu akiingia, itampeleka mpaka kujiunga, atapata control namba na kuweza kulipia, akawa mwanachama na kupata kadi yake. Kwa hiyo hilo pia ni eneo ambalo tunaitekeleza kwa kasi kubwa kuhakikisha azma ya serikali ya kuhakikisha Watanzania wote wanakuwa na bima ya afya ina inafikia. Lakini eneo jingine ambalo katika viwanja hivi tumeamua kutoa elimu kwa wananchi, kutokana na data tulizo nazo, kuna ishu kubwa ambayo hatuiongelewa ndisho ambayo inaweza kawa dawa kubwa sana wa kui wa kuiweka sawa ili kuokoa taifa hili. Kuna kitu kinaitwa magonjwa sugu yasiyoambukiza au nani, non-communicable diseases. Hilo tatizo sasa hivi limekuwa kubwa sana miongoni mwa Watanzania, alafu ni tatizo linaloepukika, tofauti na magonjwa ya kuambukiza. Magonjwa yasiyoambukiza yanatokana na mfumo wa maisha eh, unakula, tunakula nini, tunakunywa nini, tunafanya mazoezi kwa hiyo kumekuwa na ongezeko uh, kubwa sana la magonjwa yasiyoambukiza, kwa maana ya maradhi ya figo, magonjwa ya shinikizo la damu, magonjwa ya uh, moyo ambayo yanaondoa na kusumbua watu wengi sana. Kwa sababu NHIF kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa tulizungumza hili kwa sababu katika gharama tunazolipa kwenye vituo vya afya kwa mfano sasa hivi e, wastani kwa mwaka tunatumia zaidi ya bilioni mia saba kulipa kulipia matibabu kwenye vituo vya afya vinavyohudumia wanachama wetu. Asilimia sitini ya kiasi hicho kinatumika kutibu magonjwa sugu yasiyoambukiza, na, na ni communicable diseases. Sasa mnaweza mkaona, na hayo yanaweza yakahepukika kama jamii ikiweza kupata elimu sawasawa, na tutakuwa tumepunguza tatizo kubwa badala ya kusubiri tutibu, tutoe sana elimu ili watu waepukane na e, mfumo mbaya wa maisha, mtindo mbaya wa maisha ili waweze kuepuka hayo magonjwa sugu yasiyoambukiza au na ni communicable disease. Kwa hapa tunatoa pia elimu na kuwashauri watu wajitahidi ili tupunguze matumizi makubwa ya pesa nyingi zinazotumia zaidi ya asilimia sitini ya malipo, ili zikaweze kuimarisha na kuboresha e, huduma zetu kwenye maeneo mengine.